Skiliza, usimtese mtu ama usitake kumnyoosha mtu kwa ulicho nacho hmm? Kwa sababu ye hana maisha. Tunapita, tusinyooshane, tusivimbiane. Wewe leo uko juu na kesho utakuwa chini na yeye awe juu. Jiulize sasa wakati wewe umeshuka chini amepanda juu, utaendaje? Usijifikirie tu wewe leo ati uko juu, hapana ni kupanda na kushuka, siku hizi ni kupanda na kushuka. Uko nacho mwenzako hana, kesho wewe unakosa, yana pata. Niulize, wakati wewe sasa ume, umekosa sasa, ama ulicho nacho kimekutoka sasa, wewe unaishije na wakati ulimlimbia mtu m um? ulimletea mtu uchoko m mm? wote ishi vipi? Oya, ni zawadi kutoka kwa Mungu tu, usiringishiane yani. ni vitu vinapatikana, vinakosekana, vinapatikana tuishini kwa amani na tupendane, au sio? Tusivimbiane sana, au sio?